Kitu kitakachowapeleka watu motoni kwa wingi, alisanu walfarju, ni ulimi na utupu. Ulimi wa mtu na utupu wake, vile viwili vitatupeleka. Peponi kwa wingi takwa na tabia njema na takwa ndiyo hiyo. Sayiduna Ali alizungumza kwa kinywa kipana akasema, takwa, alkhaufu min aljalil ni kumwogopa Mwenyezi Mungu, walamalu bitanzil na kuifanyia kazi Quran, waridha bilqalil, na kutosheka na ulichopata hata kama ni kidogo, walisti'dadu liyaumi rahil, na kufanya maandalizi kwa ajili ya safari. Sio safari ya kwenda Tanzania au kwenda Europe, safari ya kwenda akhira, ambako huko real life ya mwanadamu inaanzia huko. The real life starts after death. Wanasema alhayatu lhaqiqiyatu tabdau bada lmaut, maisha ya ukweli hasa ambayo sio ya kudanganya yanaanza baada ya kifo. Hiyo ukifanyia maandalizi, wewe ni mcha Mungu. Ndugu zangu, leo ni siku ya Ijumaa, bali ni Ijumaa ya karibu na mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tumebakisha pengine Ijumaa moja tu ambayo ndio itakuwa mwisho hasa katika kuimaliza na kufunga funga mgeni wetu huyu kumuaga. Ijumaa ni siku tukufu sana, lakini pia imesadifu kwamba Ijumaa hii tunaanza kuweka miguu yetu katika atabata babi ushri lakhir au ashri lakhiri min Ramadhan. Tumeweka mguu wetu katika kuingia katika kumi la mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hiyo zimekutana kheri kwamba siku ya Ijumaa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumza kuhusu ufadhila na ubora wa siku hii alisema maneno, natarajia tufungue masikio tulisikie neno hili ili tujue umuhimu wake. Anasema, inna min afdali ayamikum yawmul jumaa, hakika katika siku zenu bora siku tukufu ni siku ya Ijumaa. Hii siku ambayo leo tupo kwa Waislamu ni idul muslimin. Ulama walipoitafsiri hadithi hii waliongeza mambo na kuzungumza ubora wake kwa hadithi zilizopokewa kutoka kwa Mtume. fihi khuliqa Adam, kwanza siku hii ndiyo siku ambayo baba yetu Adam aliumbwa, hii siku ya Ijumaa. Wafihi, na katika siku hii hii ya Ijumaa Udkhila aljanna, aliingizwa katika ile pepo alipoambiwa ya Adam uskun anta wazawjukal janna ilikuwa siku ya Ijumaa. Wafihi ukhrija minha, na katika siku hiyo hiyo ya Ijumaa ndiyo siku ambayo alitolewa kule peponi. Wafihi qubid, na katika hiyo hiyo siku ya Ijumaa ndiyo siku ambayo baba yetu Adam roho yake ilichukuliwa akafishwa. Wafihi taqumu saa, na siku hii ya Ijumaa ndiyo siku ambayo kiama kitasimama, dunia itamalizika

Kuna saa moja tu hiyo. Saa inaitwa saatul ijaba, saa ya kupokelewa maombi bila ya kupingwa. Ukibahatika wewe mwislamu kukutana na saa hiyo, unamwomba unasali, Mwenyezi Mungu unamwomba katika saa hiyo, anasema Mungu atakupa unachokitaka. Allahu akbar! Angalia, hii ni ofa maalum katika siku ya Ijumaa. Lakini hiyo siku hiyo saa ipo katika kiasi gani cha saa 12 za mchana wa Ijumaa au masaa 24 katika siku ya Ijumaa, ambayo inaanza magharibi ya siku ya Alhamis, ambayo sisi tunaita siku ya Alhamis. Kisha jua likishazama, Ijumaa pale inaingia mpaka sasa hivi kumesha kucha Ijumaa bado mpaka kuzama tena kwa jua, Ijumaa imekwisha. Sasa tunaingia katika siku ya Jumamosi, ule usiku ambayo ni siku ya Ijumaa tunauita lailatu ssabti. Iko wapi saa hiyo ambayo Mtume anasema, la yuwafiquha labdu yusalli qaiman yusalli yasalu llah illa atahu iya atahu ma yurid. Ukiafikiwa unasali katika saa hiyo, unamwomba Allah, Allah atakupa. Ulamaa wetu wamekhtalifiana sana juu ya saa hii, ni saa gani, iko wapi? Wapo waliosema eh, kisha kuwa asubuhi, tujua limeanza kuchomoza siku ile ya Ijumaa, ndio saa yenyewe iko pale. Wengine wakasema ni baina tulu'i alfajri ila an tartafi'a ash-shamsu qadra rumhin, ni pale kisha kuwa jua limechomoza lakini limenyanyuka kidogo. Wengine wakasema ni wakati adhana ya mwanzo itakapotolewa. Wengine wakasema ni adhana ya pili itakapotolewa. Wengine wakasema ni pale imamu wanapopanda kwenye mimbar. Wengine wakasema ba, ni baada ya jua kuzama katika siku ile ya Ijumaa. Wengine wakasema ni pale kipindi cha sala ya alasiri saa ya mwisho baada ya sala ya alasiri. Alhasili, ikhtilafu ni kubwa, lakini ziko kauli kumi na moja ambazo hizi ndiyo mutamad wapi saa ya ijaba ipo. Lakini katika hizi kauli kumi na moja zipo kauli mbili ambazo ndiyo zenye nguvu sana kuliko zote, kwamba saa ya ijaba iko pahala gani, na imesimuliwa katika hadithi sahih kauli mbili hizi moja katika hizo ndio sahihi zaidi kuliko nyingine, yani imeishinda nguvu nyingineo. Ni nyakati gani hizo za sala za wakati wa ijaba? Anasema ni ule wakati ambao imamu amepanda kwenye mimbari mpaka kumalizika kwa sala ya Ijumaa. Hiyo ndo saatu lijaba. Sasa Mtume akisema, la yuwafiquha labdu, akiafikiana nayo mja, qaimun yusalli Amesimama kusimama kusali, haina maana kwamba lazima uwe katika sala. Mtume alituambia ukitoka nyumbani kwako ukitawadha, una nia ya kwenda msikitini kuswali, wewe uko katika sala. Kwa hiyo ukidondoka kule kwa bahati mbaya, ukaanguka, wewe umekufa katika sala, kwa mujibu wa maneno ya Mtume kwamba maadamu umetawadha, unaenda msikitini kuswali, we unahesabiwa uko katika sala mpaka umalize kwa hiyo hata ukiwa umekaa saa hiyo ikakuafikia ukawa unamwomba Mwenyezi Mungu, sio lazima uwe umesimama unasali, wewe uko katika sala. Mungu atakuitikia maombi yako. Huu ni wakati ambao wa imam Khatib anapanda kwenye mimbar mpaka sala kumalizika. Kauli ya pili ni baada ya sala ya alasiri mpaka jua kuzama. Pale ndio kuna saatulijaba, ndio maana ukichunguza sana wazee wetu zamani walivyokuwa wachamungu siku ya Ijumaa baada salati la asri walikuwa wengi hawatoki msikitini mpaka magharibi jua linazama, kwa sababu wanajua hapa kuna saa ya kujibiwa maombi. Na kauli hii wanasema ulama una shurahu alhadith, ndio kauli ambayo vile vile ina nguvu sana. Hizi kauli mbili za mwisho nilizozitaja kupanda khatib member, ambao wengine wameikamata hii ndio sahihi, na baada salati la asri alhasil zote hizi zimewekwa katika tofauti ya mapokezi ili ujitahidi wewe uitafute saa ya kujibiwa maombi ili uitikiwe siku hii ya Ijumaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza sana Waislamu tuiheshimu kwa kutuambia maneno hayo, kisha yeye mwenyewe alikuwa akionekana anatoa baadhi ya mambo ya ziada kuwaambia Waislamu kwamba kukoga ghuslu ya jamaa eh, uh, ghuslu ya Ijumaa katika siku hii ya leo ni wajib, ghuslu aljumaati wajib ala kulli muhtalim, yani kila baligh akoge josho maalum katika sala ya Ijumaa kwa ajili ya kujisafisha. Ndio maana katika hadithi nyingine inasema, man igtasala fi yaumi ljumaati ghusla ljanaba, mwenye kukoga siku ya Ijumaa josho kama la janaba kama vile mtu anajisafisha janaba, unakoga mwili mzima, unagusa maji, unatoa uchafu wote katika mwili wako. Anasema thumma raha fi saati lula fakaannama kadama badana, kisha akaenda zake mapema msikitini saa za mwanzo, ni kama aliyempa Allah sadaka ya ngamia. Saa za mwanzo ni zipi? Ulama pia wamekhtalifiana sana, alikuwa mradi wake saa za mwanzo saatu lula. Je, ni saa moja asubuhi? Nani anaweza kuja msikitini siku ya Ijumaa saa moja asubuhi? Hata mfunguaji wa msikiti hajafika saa mbili, saa tatu, saa nne. Wanasema hizi ni saa zimo katika ule wakati wa Ijumaa ambao zinaanza katika nyakati zile zile za Ijumaa, yani wakati wa zawal. Wengi wao katika ulama wanasema zinapatikana pale ni saa zinawezekana, hizi saa zote nne au tano au sita zilizotajwa zikawa zinapatikana ndani ya muda wa saa moja tu katika kipindi kile cha kuingia wakati wa Ijumaa ambao mtume anasema kuna wakati wewe ukifika katika sala ya Ijumaa unaingia msikitini, malaika hawapo tena, kwa sababu mtume anasema hivi, tukiingia msikitini kuna malaika wanaandika majina ya wenye kuingia unapata ubora na fadhila ya kusajiliwa na malaika katika mabuku yao. Anasema faidha kharaja alimamu, anapotoka alkhatibu. Kharaja alkhatibu, anapotoka yani anapoingia sasa, kuingia katika mimbar. Insarafu, na wao huondoka milangoni na kuacha kusajili. Yastami'una dhikr, nao wanakwenda kusikiliza khutba ni wangapi katika sisi huwa hatuingii katika madaftari ya malaika katika siku za Ijumaa? Kwa sababu wengi wetu huwa tunasubiri tunasikia dua hiyo, alafu ndo tunaenda msikitini. Ile kupeleka badana, ngamia tunakosa, bakara saa ya pili, ng'ombe tunakosa, kabshan saa ya tatu, hata mbuzi hata kondoo tunakosa, saa ya nne, hata kuku tunakosa, baidha basi angalau yai pia tunakosa. Tunakuja bado dakika tano imamu kumaliza khutba tunaona kwamba hakuna umuhimu wa hizi e, nyakati za kukaa mtu katika sala ya Ijumaa. Kuna umuhimu mkubwa hapa, kwa sababu unakosa vitu vingi sana. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kuipa kipaumbele siku ya Ijumaa, kwa sababu ni idi yetu Waislam. Lakini pia ndugu zangu, ikiwa kuna ubora katika siku ya Ijumaa kwa sababu ya saa ya kujibiwa maombi au mambo mengineo yaliyotajwa na Bwana Mtume

yani siku kumi za mwisho za Ramadhan. Kana yuqidhu ahlahu anaamsha watu wa nyumbani kwake, wake zake, msilale. Wakati ndiyo huu wa kujitupa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kujipinda katika idha, ibada, hakuna kulala kumi la mwisho. Kisha jambo la pili, anajifunga mkaja, shaddu mezar, kwamba anafunga nguo zake vizuri kinaya ta'anil jiddi walijtihad kana yajtahidu fi ashri lakhiri ma lam yajtahidu fi ghairihi fi Ramadhan. Hadithi nyingine hiyo, anasema mtume alikuwa ana juhudi katika kumi la mwisho, juhudi ambazo hazikuonekana katika kumi la mwanzo na la pili. Juhudi yake ilikuwa maradufu Rasulullah katika kumi la mwisho, kinyume na sisi. Ukitaka kujua Ramadhani inaisha angalia safu za wenye kuswali misikitini na wenye kuingia misikitini, bali angalia idadi ya safu zilizokuwepo pale, utajua idadi ya safu za siku zilizobaki katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yani sisi kinyume na Mtume. Mtume ramadhani inaisha ndo bidii inapanda zaidi, sisi ramadhani inaanza ndo bidii inapanda, lakini ramadhani inaisha, bidii inamalizika, inaondoka kabisa. Mtume swalla salam akifanya mambo matatu, jambo la tatu ahya lailahu, alikuwa na kesha kwa kufanya ibada siku zote zile kumi ambazo zimebaki. Shughuli ya mtume ni hiyo. Sisi shughuli yetu ni ipi? Tuone aibu juu ya nafsi zetu kwamba mtume amepewa salamu maalum, liyaghfira laka llahu ma taqadama min dhambika wa ma taakhar Ewe Muhammad, mwenyezi Mungu amekusamehe makosa yako yaliyopita na yatakayokuja. Sasa natafuta nini katika kumi la mwisho kufanya juhudi ya kufanya ibada kama kasamehewa makosa yako? Alafu sisi tulio na makontena ya madhambi tunalala, tunakoroma, tunazembea, tunaacha siku hizi zinapita, wakati ndani yake kuna kitu muhimu mtume alikuwa nakitafuta, na anawaambia waislamu wakitafute kitu gani?

Ya Rabbi, tujalie miongoni mwa watakaoipata lailatu lqadr. Anasema hakika hii Qurani tuliishusha katika usiku wa cheo. Utajuaje usiku wa cheo ni upi? Usiku wa cheo, usiku mtukufu, usiku wenye ufadhila. Khairun, ubora wake min alfi shahar, ni kuliko miezi alfu moja, zaidi ya miaka 80. Usiku mmoja tu ukibarikiwa ukaafiiwa kufanya ibada, ni kama mtu aliyefanya ibada miaka 83 na tatu na miezi kadhaa, kwa usiku mmoja vipi? Ukiipata Lailatu lqadri katika Ramadhani tatu, vipi? Na wewe leo ni Ramadhani yako ya 40 kutokea ufunge, kama ulijaliwa kupata Lailatu lqadri katika Ramadhani zote, vipi? Ikiwa na miaka 70 katika Lailatu lqadri umezipata. Uh, hawa watu ummati Muhammad umri wao ni mdogo, kwa sababu zamani huko mmoja katika mitume waliopita alimpata mama analia sana kaburini, akamuuliza unalia nini mama, akamwambia mwanangu amekufa mdogo, maskini hala haja enjoy life. uh, ana umri wa miaka mingapi mwanangu? kafa na miaka mia, maskini hajaona dunia, kafa mapema Anaambia wewe, unashangaa una, una eti unamwomba Mungu na kumlilia kwa nini kafa mapema? Utakuja umma huko umri wao wataishi miaka hamsini na sitini huyu kaka miaka mia unasema kafa mapema. Walikuwa muammarin, ukisikia utasikia miaka mia mbili mia tatu mia tano na vinuu, miaka mia tisa na hamsini Lakini sisi tutakuja kuishi umri mdogo. Yule mama anaambiwa kuna watu wataishi miaka hamsini na sitini na ndio mtume aliyosema amaru ummati ma baina sitini na wa sabiina umri wa umma wangu ni kati ya miaka sitini na sabiina wa kalilu man yajuzu dhalika ni wachache watakaopenya zaidi ya sitini na hamsini na sabiina ni wachache ukiona umepenya ni katika hao wachache ukiona umefikisha sabini thamanini tisini bado upo ni katika hao wachache ambao wanakula bonus, ambao wamepitiliza Mtume. Kafa na umri wa miaka 63, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abubakri Siddiq pia kafa na umri wa miaka na wengi, ukihesabu katika masahaba wachache kama akima, akina Anas bnu Malik akina Abdullahi bnu Umar walikuja baadaye wakavuka zaidi ya. Anas bnu Malik kafa mwaka wa 93 hijria. Tisini na tatu. Karibu miaka mia, alikuwa na umri mrefu sana mpaka na ukiwa katika umri huo, wamanu amirhu nunakisu fil khalq, umepondwa umepondwapondwa, macho hayaoni vizuri, nguvu hazipo tena, mpaka uwekwe juani upate jua kidogo uwe active, mambo mengi. Angalia sahaba u alivyokuwa mtu mzima, siku watu wanakwenda kuangalia mwezi wa Ramadhani, na yeye alitokezea, anakwenda zake kuangalia mwezi watu wametizama vijana wametizama, hawakuona mwezi. Huyu mzee yeye kasema ha huwa lhilal ha huwa lhilal mwezi huo, alhamdulillahi nimeuona. Watu wakashangaa, sisi wenye macho yetu hatujauona, huyu mzee wa Mungu kauonaje mwezi? Qadhi Yas, ambaye tulihadithia ya jana, kijana mwerevu sana wakati ni mtoto, yeye kamuona huyu, alikuwa katika tabiini, kamwona Anas. Anasema mwezi huo, akasema ah, huyu mzee analo lake jambo. Akaenda karibu naye, akamwambia hebu babu, nionyeshe mwezi uko wapi? Huwa alhilal hu hapa. Qadhi Yas akaangalia vizuri, akaona ukope katika nywele za kope za Anas bin Malik imepinda kidogo mbele ya jicho lake. Sasa anauona kama mwezi, kumbe ni unywele wa kope yake. Akamwondoa hivi akamwambia, hebu sasa nionyeshe tena mwezi, unauona? Kaambia kalla kalla, la arah, haupo, haupo siuoni tena. Kaambia basi, si mwezi ule, angalia utu uzima huo namna unavyompeleka mpaka unywele wake mtu anadhani ni mwezi na mimi na wewe tunafika katika daraja hizo bado hatutaki kumsujudia Mwenyezi Mungu jalla jalaluh. Kila kitu sio kizuri. Basi ukipewa fadhila ya kuona lailatu lqadr. Ndio maana Mtume katika hadithi anasema: man hurima khairaha faqad hurim, mwenye kunyimwa fadhila za lailatu lqadri na Ramadhan huyo amenyimwa. Hiyo lailatu lqadri iko wapi? Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema iltamisuha fi ashri lakhiri min ramadan, itafuteni katika kumi la mwisho ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadan ambalo linaanza usiku wa leo 19 kuamkia ishirini. Anzeni kutafuta leilatu lqadri. Bali katika hadithi nyingine kataja hasa Mtume siku, anasema fi tasiati wasabiati wal khamisa 29, 25, 23, na katika riwaya nyingine, katika autar zile namba pweke 21, 23, 25, 27, 29, utafuteni usiku wa cheo ipo la havati Mtume saa sallam katika hadithi ya Imam Muslim. Anasema alitoka kwenda kuwapa habari watu, walivyowaona wana hamasa, wanataka kujua Lailatul Qadri iko wapi, akatoka kwenda kuwapa habari kwa sababu Allah amemuonyesha. Kufika njiani, kuna watu wakawa wanazozana wanagombana, Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kushughulikia lile akasahau akasahaulishwa na Allah subhanahu wataala ni siku gani ya Lailatul Qadri. Akawaona Waislamu akawaambia, wallahi nilikuwa njiani nakuja kukupeni habari usiku wa Lailatul Qadri uko wapi, siku gani, lakini nimekuta fulani wa fulani wanagombana njiani nikasahaulishwa. Lakini nyinyi utafuteni usiku huo katika kumi la mwisho, hususan katika siku pweke. Sisi tuna nafasi ya kupata Lailatul Qadri. Mwenyezi Mungu atujalie tuupate Lailatul Qadri. Amali yoyote bora ifanye usiku huo. Kuanzia leo anza kuwa na mikakati na ndio maana mtume akifanya itikafu msikitini. Itakafa hata faraka alhaya. Hadithi zinasema kakaa itikafu mpaka mtume akafa, wa baada an faraka alhaya itakafna zaujatuhu baada wake zake nao wakakaa itikafu. Na itikafu maana yake ni kuingia msikitini kwa nia ya ibada, utoki humo isipokuwa kwa dharura. Unakaa, unasali, unasoma Qurani, unafanya mema. Hiyo itikafu thawabu zake ni kubwa sana, ndio maana Mtume hakuacha kufanya itikafu mpaka kumalizika kwa uhai wake. Mtume katika maisha yake alifunga Ramadhani tisa. Ramadhani alizoziwahi bwana mtume ni tisa. Ukipiga hesabu katika historia, wakati ilivyofaradhishwa saumu ya Ramadhani mpaka kuondoka kwa mtume katika mwaka wa 11 hijiria, utakuta mtume kafunga Ramadhani tisa ambazo zote ametuonyesha hadi wa khairu lhadii hadii ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa hadii ambazo ameziacha katika kumi hili Alikuwa hana maskhara mtume, na usiku wa cheo anautafuta, wa huwa alladhi ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi mtume, mpaka anaulizwa na Bibi Aisha, Mungu mbona amekusamehe makosa yako, limadha taqumu hatta tatafattaru qadamak, mbona unanyanyuka unasali mpaka nyayo miguu inavimba. Kamwambia ya Aisha, afala akuna abdan shakura, hii naonyesha shukrani zangu kwa Allah.